Assalamu alaikum watoto wetu wazuri, karibuni kwenye kipindi chetu cha Kids Kona, na kama mnavyojua mkimwona Miss Mariam mnatarajia hadithi tamu sana. Hapo zamani za kale paliondokea na wafanyabiashara wawili, mmoja alikuwa anauza asali na mwingine alikuwa anauza vinega, yani kwa jina lingine siki. Wafanyabiashara hao wawili walikuwa wanabidii sana, kila siku angeenda sokoni na kuuza bidhaa zao ila sasa yule mwenye kuuza siki alikuwa anauza sana yani siki zake zinaenda haraka kuliko mwenye kuuza asali. Yule mwenye kuuza asali akashangaa. Siki, si wote tunajua siki ni kali chachu, asali ni tamu, badala watu wakimbilia kununua asali, siki zake ndo zinauzika haraka haraka. Akaangalia, ama labda bei yangu iko gali. Akaangalia, eh, lakini siki inafaa kuwa rahisi kuliko asali mi siwezi kupunguza bei yangu iwe kama ya siki, akasema, lakini labda bei yangu ni gani? Ngoja mpunguze kidogo. Akapunguza kidogo, kupunguza hivyo hivyo, hapati wateja. Akafikiria, makosa yangu ni gani, nifanyeje. Lakini sasa yule mwenye kuuza siki mwenyewe ye anakaribisha wateja yake vizuri, ana yani, ana mdomo mzuri, karibuni siki njoni munue huyu ka, yani hakaribishi wateja wake wazurie, kukaa tu saa zote amekasirika, kasirika, anashangaa, mbona wateja hawanunui asali? Lakini sasa alikuwa hilo jambo linamsumbua sana kwenye akilini mwake, nasema mimi nitafanyaje? Yani biashara yangu haiendi, asali ndo hizo zakaza, niangalia mwenzangu anauza siki, siki ni chachu, lakini zaenda za haraka haraka Nimejaribu kila mbinu kupunguza bei, wapi. Ndo hivyo zaniangalia, ama labda huyu ni mchawi, atumia urogi katika biashara yake. Ngoja mmuulize. Akaenda akamuuliza, salamualekum. Alekum salam. Nkuulize, mbona mi sipate wateja, wewe wapata wateja wengi? Mimi nauza asali ni tamu, lakini sipate wateja. Wewe wauza siki kali, chachu, ndo hao wateja wamefurika kwako, wamekuja wengi Nifanyeje? Akamwambia, mimi nauza siki lakini kwa ulimi wa asali. Namaanisha nini? Namaanisha na kwamba yeye ana ulimi, yani ana maneno matamu, anakaribisha wateja wake vizuri, wakinunua ashawambia asante hivyo yani. Yani wateja wake wampenda, ajua kuzungumza na wateja lakini wewe muuza asali waiuza kwa ulimi wa siki. Akaambia, wamaanisha nini? Wewe hata ukaribishi wateja wako, hata mteja akikununuza, hata humwambia asante, yaani wawafukuza wateja wako mwenyewe. Akasema kumbe, akaona haya, kwanzia na hiyo siku ikawa amejifunza maneno matamu, anakaribisha wateja wake vizuri, anawashawishi watu waje wanunue asali pale, na asali zake zika, zikaanza kuenda. Kwa hivyo hadithi yetu inatufunza nini? Inatufunza kwamba tukiwa na maneno matamu tutapendwa na kila mtu, ila tukiwa na mdomo mchafu, kila siku tutazungumza maneno ya kutupatupa, maneno yasiyo na maana, watu watatukimbia. Na pia hili watoto wetu wazuri, natusaidia kuchagua marafiki. Ukiwa kama shule, usimfuate yule mtu mwenye maneno mabaya mabaya, kila saa kila saa yeye kutukana watu, hapana. Kwa sababu gani? Kwa sababu wewe mwenyewe pia tabia zako zitakuwa kama zake. Tutafute wa, watu wenye maneno mazuri, wanaongea vizuri, wanasaidia watu na tabia zetu zi, ili tabia zetu ziwe kama zao. Na hadithi yangu ikaishia hapo. Masalam, tukutane kwenye kipindi kifuatacho.